Magazeti, naanza na gazeti la Raia Tanzania. Raia Tanzania linaandika mawaziri wamchezea sharubu Magufuli, baadhi yao wakiuka ahadi ya viapo vyao. Aya, mawakili wa wasira walonga wadai mbona mambo bado aya, elimu bure asilimia 88 watia tiki aya, ni ya ni utafiti wa taasisi ya Twaweza Uhuru <coughs> ukweli daima linaandika: mawaziri wa JPM wawekwa mtegoni. Majaliwa akabidhiwa orodha ya wasiojaza fomu za maadili. Aya, vigogo watatu Dart kizimbani. Serikali ya waonya wafanya biashara. Utafiti watu Waweza, asilimia 88 wa Tanzania wanaimani na elimu bure. Pichani rais Dr John Magufuli akizungumza na rais mstaafu wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa Ikulu jijini Dar es Salaam jana hiyo ya Tanzania naona leo mambo safi limejirejea tena, tuliache twende na gazeti la Jambo Leo, sauti ya jamii leo likiwa katika mtazamo tofauti kabisa, mtazamo mpya. Hapa wanaandika hawa ni mapacha au ndo viatu hivi aya, viatu vya Nyerere, kumtosha Magufuli. Ndivyo linavouliza. Vigogo wazungumzia tofauti zao. Zanzibar leo linaandika serikali ya wasilisha ombi maalum UAE, UAE, ni, wana, ni Umoja me, wa Falme za Kiarabu. Mtanzania linaandika vigogo watatu wanusuru hekalu la Dr. Slaa, wapo ngazi ya juu CCM. Habari nyingine, marais wa staafu wapishana ikulu, watendaji wa DART wafikishwa mahakamani. Majira linaandika tume ya fichua siri, mawaziri wa JPM wadaiwa kuzikwepa fomu za viapo vya maadili Jaji Kaganda kumkabidhi majina yao majaliwa. Ayakafu Zanzibar, waionya CCM, wadai kuchoshwa na manyanyaso ya wafuasi wao. Magufuli aoneshwa mawaziri majipu, ni waliogoma kutangaza mali zao, majina yao yakabidhiwa kwa waziri mkuu bosi wa maadili alia na serikali kutotoa fedha za ukaguzi. Endeleo kurasa wa nne. Aya kigogo wa mabasi mwendo kasi da mahakamani. Mwanamama huyo hapo unamuona hapo nyuma ya gauni la rangi lakini kuna habari moja watu ambao wamekuwa kijiuliza wakijiuliza uliza imeandikwa kwenye gazeti hili kuhusiana ukurasa... na zile kampuni ambazo zilikwepa kulipa u aina ya utunzaji wa kumbukumbu -kumbu, data mbalimbali mbali, zikiwemo, kuna maneno mengine kiukweli hayajatoholewa. Application haya hii inasema inawatia hofu wataalamu wa mitandao kote duniani. Inaelezewa kuwa ini ni nafuu, inaokoa muda na pesa kwa kuondoa uhitaji wa kujenga jengo la kuhifadhia kumbukumbu na kukodisha wataalamu wa mitandao kuendesha da hatari hii. Haya, twende e, the Guardian. The Guardian linaandika kuhusu uwekezaji mradi mkubwa wa gesi wenye thamani ya shilingi bilioni 30. Sasa ni kizungumkuti ama sintofahamu kwa kwa paragrafu ya kwanza inaandika, mpango wa kujenga mradi ambao ungefanya Tanzania kuwa nchi ya kwanza katika ukanda huu kupeleka gesi nje ya nchi sasa umepigwa bao na Msumbiji, ambao serikali yake wiki hii imetoa baraka kwa kampuni moja la nishati la Italia kuanzisha mradi huo. Haya, pichani e, fisa mtendaji mkuu wa zamani wa wakala wa mradi wa mabasi ya mwendo kasi, Dart, Asteria Mlambo wa pili kushoto akisubiri kuingia katika chumba cha mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam jana hiyo. Haya, mpango wa elimu bure waibua hisia tofauti. Hii ni ripoti ya utafiti iliyofanywa na taasisi moja isiyo ya kiserikali, Twaweza. Hiyo michezo, tunaanza na The Guardian. Hilo hilo linaandika kuna uwezekano mabondia wa kulipwa kushiriki michuano ya Olimpik ya Rio de Janeiro, Brazil. Mashindano ya Olimpik siku zote wanashirikisha mabondia wa ridhaa. Haya, kocha mkuu wa Azam hajashtushwa wala kukatishwa tamaa na matokeo ya mechi ya, ya ligi kuu bara dhidi ya Tanzania Prisons ambapo matokeo yalikuwa ni sufuri kwa sufuri. Haya, Business Times linaandika kiwanda cha kuzalisha sukari cha TPC chavutiwa kudhamini mbio za marathoni. Haya, wadau wasema kuifunga Simba haitoshi, ni wadau wa Yanga kufuatia ushindi wake wa mabao mawili kwa bila katika mchezo wa ligi kuu bara dhidi ya mahasimu wao wao. Nipashe linaandika ngoma niyonzima majanga yanga nyota hao ataikosa mechi ya kesho ya klabu bingwa Afrika pamoja na kiungo Salum Telela. Majira. Pluim anakwambia tupo fiti kuwavaa awa Degi Hakim kutoka timu ya kutoka huko Mauritius. Haya, mchezaji anayejituma kwenye timu yake nitamwita ni kauli yake kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, Charles Boniface Mkwasa. Eh, Lekigosi kafanya nini? Haya, Pluim alalamika Yanga. Nimevutiwa na hii habari kwa sababu kwenye mitandao ya jamii kumekuwa na mambo mengi. Inaandika rei Kigosi atakiwa awe balozi wa maji kunywa. Maji kunywa kwangu maji kwa wingi na kushiriki mazoezi pasavyo ndiyo kumepelekea ngozi yangu kwa nyororo, na makampuni yaliyojitokeza kwa sasa nimewaambia wasubiri kwanza hadi nitakapokuwa tayari kuwa balozi wao, alieleza Lei. Kunywa maji, mtazamaji, na mi nitakunywa maji <laughs> Aaya. Pluim alalamika yanga, kuna kibonzo hapa. Jamaa yuko na dada anaanza, jamaa njemba hii umeacha pombe kali kweli? Ah, kumbe ni njemba tu huyu mmoja na dredi ah. Jamaa anajibu kweli, sinywi njemba hii inaendelea, naomba Mungu siku moja nikufume kwenye gongo. Jamaa anajibu hata mimi pia naomba usinikute wakati nakunywa. Kunywa haya <laughs> Zanzibar, leo: wachezaji Coastal wagoma mashekha sasa kutoa vibali vya muziki. Jambo leo katika mtazamo sura mpya Yanga yaivuruga Simba. Donald Ngoma niyo nzima kuikosa Joakim Costel wa Goma. Uhuru Yanga yapata pigo. Uh, JK kumkumbuka captain Comba a Raia Tanzania linaandika Simba yaicharukia ya TFF kumbeba Muro. Aya, ngoma niyo nzima majeruhi Yanga Kanavaro akiri kiwango chake kimeshuka. Magazeti mahususi kwa ajili ya habari za michezo. Ukuta huu bingwa linaandika bingwa linaandika, ukuta huu unapita wapi? Kwa mfano, ah, kuna Vincent Bosu, Kelvin Yondani, Kanavaro, Mbuyu Twite, Patongonyani, Hansi Plui, mu ndugu yake niki nini? Aya, Mayanja aipika upya Simba Sports Club. Kazola arudi kuipa uhai Arsenal. Camp Nou, kurasa wa mwisho, kashtuka a aofia kuhujumiwa na nyota wake awaweka kitimoto mmoja mmoja. Kibonzo Mwagito, Mwagito leo ana nini? Sikia Mwagito, eti anamwambia refa, refa mwenzako, nimemisi sana kadi nyekundu, sasa naomba unishauri nicheze rafu ya aina gani, unionyeshe refa. Anachokijibu sasa sijui, kalamaragia wapi huyu. Haya mambo ya mwagito haya.